Mimi eh, mzee Kassim Simiyu Werunga ambaye ni mwenyekiti wa Supreme Council Kenya Muslims Bungoma County, tumesimama hapa kwa ajili ya kuteswa na waziri saa sita. Tumefanya juhudi zote kwa ajili ya kujenga msikiti, tumemeet kila condition ambaye saa sita ametuka mpaka hata wakatulipisha pesa ambazo misikiti hazilipi wakati zinajengwa msikiti au kanisa, lakini saa sita alitufanya tukalipa shilingi elfu sitini na nne. Lakini pamoja na hivyo, anachukua karatasi ambayo haina maana, haina msingi, ati inakuwa kizu, kizuizi yeye kusaini eh, zile karatasi zetu aruul zetu za kujenga msikiti imechukua karibu eh, wiki tatu tukizungushwa tu, tumezungushwa mpaka tumezungusha na kila hatua ambayo amesema, tumefanya tumetekeleza. Mpaka hivi ninavyozungumza, ilikuwa leo afanya approve, lakini ametuonyesha karatasi ambayo mm -hmm. hata mwenye hakuenda shule hawezi kufuata, maanake karatasi kama hii, hii si barua. Sisi tumefuata protocol yote tumefata sheria ya ujenzi yote, tumelipa mpaka approval, tumelipa pesa mpaka ya tumelipa, tumekuana mema, tumechora plan zaidi ya mara kumi. Kila mara tukichora plan tunaambiwa ina kasoro hii. Ofisi tumetembea more than 20 times, kila siku tunaambiwa rekebisha hapa, tunatii amri, kila mara tunaambiwa jaza hii, iko na makosa na a tumefanya kila nacho hioen na, na si, tuko makubwa sana saa sita kila mara anatupigia chenga, mara aseme si, stima imepotea mara tuambia niko kwa assembly teni, mara asemeakushangaza kabisa ameletewa barua ya saiba ya watu fulani ambayo ni wakora ya kusema wao ndio wenye hapo, asisikunauliza ni sheria ya, so, si, ya kaunti. Je, nauliza gavana, huyu waziri saa sita ambayo umeoka hiyo kazi, kweli anaweza hiyo kazi? Sababu watu wanalia saa sita usiku na mchana, katika hizo hata sama hata mastafu wenzake hawamtaki kwa sababu ya kibri, ako na kibri sana, so vinauliza bwana gavana, je ofisi yako itatii amri ya kot oda ama barua yasaiba, taka uucivu. Na je ya pili, hii msijengo ambayo inafaa kuwa pale tatupatia hiyo jengo ijengwe, ama mumekataa? Kwa sababu sisi tunaangalia gavana, wewe ndio kiongozi wa kaunti. Kama utachagua mawaziri ambao hawakuenda shule, wanatusumbua eh. Mara tunasikia stage hata huko wanachukua pesa za cho, hiyo wanazunguka na pesa ya manamba wanachukua. Je, hiyo ni haki? Kwa hivyo uh, uh, wa Ken, gavana Lusaka, tunakuomba tafadhali, sisi waislamu tunakujia kura na tuna kushukuru sana. Act on this kafadaio <coughs> hiyo ofisi saa sita hata ingia mpaka mpaka 2027. Na ya pili, na pili, na uh, sisi tunastakabadhi yote yote, title deed original, ndio hii hapa. Tumelipa neema, tumelipa kisoa, tunauliza kwa uwazi <coughs> che mbona makanisa zinafanyiwa approval la haraka, na mbona msikiti Catholic juzi imejengwa na ni free, hawakulipa Catholic, hawakulipa ushuru yoyote kwa kaunti. Sisi tukalazimishwa tukalipa 64000 Kwani sisi ni sio sisi sisi sio Uislamu Uislamu sio dini Uislamu. Sisi tunasimama na haki na hatutatingishwa na mtu yoyote ile. Pesa tulilipa 64000 tunataka kwanza, bwana gavana, ambie waziri wako wa fainansi afanye immediate effect. Ya pili ikuwe approved kwa sababu jengo hiyo ni ya almost 64 million. sisi hatuna hizo pesa, kaunti haiwezi kutupatia hiyo pesa. well, yeah. Waislamu hawezi changa, tumepewa pesa na mfadhili ambaye ako ready kujenga state of the art mosque ambayo ni one of ni one of the best in Western Kenya. Kwa hayo machache, tunaomba saa sita, please ukuje kesho before saa sita bwana, saa sita kesho, before saa sita Anaitwa anatufanyia kweli kitambo, muone waislamu wamefika hii kiwango, wamefinyika ya kutosha. Tumeanza na saa sita kabla, wako kwa ofisi huko, uko chini, hajakuja hapa Amekataa kutuaprove msikiti, kila mara analeta vikwazo. Hii kona mwingize 4 meters, unaongea na architect kutoka Nairobi anarudisha bila. Anataka mara ya pili hapa dirisha ikufungue isisumbue jirani, ingia 2.4 ndani, architect alikuwa amacha 2 meter. Architect leo ameingia hiyo 2.5 anataka, architect akamuuliza iko kitu yote anataka? Aha, tuko sawa wamefanya, iko kwa meza yake, hataki ku approve leo hii tumekuja tuapprove anatupatia barua ya cyber. Nataka tuambie Waislamu bila kufichana, sisi watoto tumezaliwa hapa kwa dini. Patrick Wanga Salim heshimu wa Islamu, usifikiri uliingia kwa hii dini ni pahali ya kufyetua. Tuko na hasira sana na wewe. Wewe ulifanya malimalia katoka hapa 6 months, hamkumpa pesa, kila mara mnachukua pesa ya maduka mnapeleka kwa koti, koti mara tisa ruling mumepiga with the cost ndio hii bado mnakatalia msikiti mara hii, liwe liwalo, jamia lazima irudi kwa watoto wenye walizaliwa jamia. Watoto wetu lazima wapate elimu bora, walimu wetu lazima wako walimu wenye metimu, si walimu wa kuleta fitna, wa kupiga falaki, wa kupiga mbao. Hiyo lazima tunawa prepare mapema. Mwalimu atakuja jamia, akuja na madocument, mwalimu atafundisha watoto wetu, alifa kuwa na madocument. Ni hayo na tumeanza na ninyi mpaka mwisho, saa sita. Kwa hivyo tuko hapa saini hii kitu Original title humepewa, search ya 3 weeks ndio umepewa kila dhibitisho, saa sita. Kama ni pesa unataka kuja, kana chairman, labda ni tinga yako akupatie, usitusumbue. Saini mwezi mzima, joto iko huko nje. Baadhi ya watu ambao sejwelea, wanasema wo, Roger Investor ametoroka ule, ule mfadhili hawezi jenga bila plan. Watu plan, sasa mpire baki kwa mfadhili tunaenda kupatiwa hapo 70 million investor and invest hapo 70 million ya bure bila shilingi ya mtu hao hao watu ya jamia wanaenda wanaomba pesa huko nje na tunatahadharisha umma jamia haitaki hata shilingi ya mtu 100% mudhamini anaenda kusimamia kila kitu waislamu mji kuna matapeni baadhi kati ya hao watu wameanza kutembea wao tuanze kuchanga tujenge msikiti ya matope hapa waislamu msikize hawa <laughs> <laughs> watu kabisa Hawa ni uwezo wa hali ya juu right. Salim pita Jamia vile utapita kanisa ya Katoliki. Sisi wenyewe tumechukua, na nakuambia peupe, ulitaka kunidhulumu na malicious damage. Mungu amesimama na mimi na karibuni unaenda kuona matokeo ya malicious damage. Ni hayo tu asante. Msa muamini na ambapo sisi tunashangaa sana na huyu mtu anaitwa saa sita. Huyu saa sita alikuwa anapitia nyuma nyuma, anasema anataka pewe contract hapo, sababu contract hapo ndani. Na sasa tunasema ya kwamba kama sisi waislamu tumezaliwa hapa saa sita Hauwezi kutudhulumu na Mwislamu aga dhulumiwi. Tunasema tutakaa hapa saa sita mpaka utufanye nini, utuapruvie jambo ingine. i saa sita, hatutakupatia hongo vile unapenda kukula hongo, na tunalaumu Gavana wetu Kenneth Makelele Lusaka na Moses Masika. Mtumbu gani huyu? Huyu jamaa anasumbua na anapenda hongo sana, na huyu anaharibia jina town. Tunaomba <laughs> alikula choo na kila siku pesa wa, wakitaja nini, asipenda stage. Anachukua pesa hiyo. Tunaomba sisi kama Waislamu ya kwamba saa sita sisi tutakapo, tutakesha hapa, na tunasema ingine ya kumalizia autakanya kwa hiyo ofisi hey, pekee tu na makaburi <laughs> Kwa majina mi naitwa Hussein Ramadhani Abdullahi mkaaji wa Oldrek na jirani wa msikiti ya Jamia. Tunasikitika kwamba siku ya leo tumezungushwa na waziri, baada ya kuwa na malumbano baina ya baadhi ya Waislamu umekuwa na vikundi mbili pale msikitini. Kuna kikundi ya kwanza wenye wameandika barua hii, barua kuwa wa, wa ya kuclaim kuwa wao wamezuia ujenzi wa msikiti si isijengwe. Hii kikundi haikuchaguliwa na mtu yeyote, kiliapointiwa na imamu mwenye alienda hawa watu wanatembea kwa jamii ya waislamu wa kuambia Waislamu siku zote msikiti imezuiwa kujengwa, kuwa mfadhili ni tapeli. Wale watu wameleta mfadhili, ndio wanajua mfadhili. Leo mfadhili amekubali masharti yote, tumefatana na sheria ya kaunti, imelipa process. leo inafaa hatuaprovie, twende tujenge. Na tahadhari, tunatuma ujumbe kwa tajiri mwenye anaweka watu wenye ni wafisadi, kushirikiana na watu wafisadi. Ikiwa waislamu watagongwa kwa jina ya msaada na mkutano unafanyikia kwako na tunajua tutakuwa tayari kukuhurutisha mbele ya haki za kisheria. Waislamu wasikusanyike kwa jina ya mtu mmoja. Chini ya miaka 40 yenye meisha watu wamekuwa wanakaa, wewe ukikuwa baadhi ya watu wa miaka 40 yenye mepita hata choo moja mkujenga kwa niaba ya msikiti ya Jamia. Leo Waislamu wameamuka, wanataka msikiti ijengwe, tukiwe na msikiti ya kisasa Bungoma. Munahusika kando kufanya mikutano ya kando kando za fitina. Baadhi ya watu wanakaa mikutano ya kando kando, ni mashehe wamesoma kulingana na hao, na elimu yao ya dini wao ndo wanaweka fitina, lakini peupe tunaomba sisi kama Waislamu. Waislamu wachache wenye wana, wana interest ya tumbo yao hawata tugonganisha sisi wenye tunataka interest ya ibada watu wenye wanataka kukula hawataka kutupiganisha sisi wenye tukapigania watoto wetu. Sisi umri yetu, wazee wetu wamedhulumiwa chini ya uongozi wenu, tumefika hapa. Pia sisi tuna watoto, inafaa wasituulize kesho maswali, wakati ya ujana wetu tufanya nini. ni time yetu. Hii ni time yetu sisi kupigania watoto wetu make sure tumwachia standard foundation. Sisi tuliswali tumeachiasisiatl tunapigana hii vita hiita kwa ajili watoto wetu waswali pahali penye na adhi msikiti ikue safi, ikuwe safi na hii mambo ya komiti kwa msikiti hakuna watu waliwachagua. Waziri, saa sita, kama unafata barua, nafikiria kisheria ungeuliza court order. Tutakuruhusu tu kama utatupea court order yenye imetuzuia pale ndani, lakini barua, tuko na court order ya ruling ya mwisho yenye court ilitoa custodian wa hiyo ardhi ni jamii, ni Muslim Association, na barua iko ruling, iko sheria ya Kenya. Nasema mtu akitaka kitu toa documentation, una title deed una port order una procedure. Unatumia procedure gani ya barua kuja kutuzuia kutuaprovia barua ujenzi iende kufanywa? Umezuia Waislamu wenye hawana kazi riziki yao kuanzia kesho, ungekuwa wanapata riziki pale kwa hiyo msikiti. Watu wameangaika kutoka mwezi wa Ramadhani, tumekufuata, umetuzungusha sana. Tulikuwa tunakusikia tu, waziri unasumbua watu, lakini umetusumbua kama Waislamu. Tumefika mwisho, tumekupatia mpaka kesho saa sita. Ina maana kuanzia kesho saa saba, hiyo ofisi yako inaenda kuwa sehemu yetu ya ibada. Skalahwabarakatu ah, kwa majina naitwa Ibrahim Abubakar ya mimi yangu ni Asia. Ningependa kuomba baadhi ya wanajiita wana jamii ya komiti na Bwana Sasita ambaye kwamba ni waziri wa kaunti. Mimi napenda kuwauliza swali: Mtu anakimbilia ibada ama anafurahia kukimbilia kulaaniwa? Mtu inafaa akimbilie ibada, usikimbilie kulaaniwa. Sehemu ya kuabudu haitaki mchezo, na mahali tunaongelea hapo ni sehemu ya kufanya ibada, si sehemu ya kufanya sehemu ya burudani. Nafikiria sehemu za burudani ndo mahali pa kuchezea, hapa ni mahali petu pa kufanyia ibada. tumekaa tangu last year mwezi mwezi gani hatusali msikitini pale. Nuru ya Mwenyezi Mungu imekuja mfadhili amejiletwa kutengezea msikiti, mnaanza kuleta sarakasi zenu pale. Tunaomba mjiepushe na laana ya Mwenyezi Mungu na mwepushe familia zenu na laana ya Mwenyezi Mungu, na ambaye kwamba anafikiria hongo itatoka pale, sisi tunaamini tuna Kurani yetu takatifu na hakuna mahali imeturuhusu ama imetuamuru kupea mtu hongo. Hongo hatutapeana, na ningependa kuomba viongozi wetu wote kwa ujumla, akiwa ndani Papa wa Roma, akiwa ndani Wangamati, akiwa ndani Lusaka na wengine wote, wakati ambapo kwamba mnafanya interview za kuchagua mawaziri, msiangalie makaratasi ya shule. Angalieni pia karatasi za madaktari. Kuna wengine Mdazimu, kuna wengine ni viwete kwa akili. Inafaa muangalie watu kama waa, ndio wanatuletea shida kama hizi. Tunaomba mtuepushe na shida kama hizi <laughs> mtuekee watu weledi wenye wanaweza fanya kazi kwa maofisi ofisi, ofisi zishirikiane na watu katika jamii na mambo yaende mbele kwa njia ipasavyo. Hii ni maamuzi ya korti ilitoa kuwa Bungoma Muslim Association ndio custodian wa ile ardhi. Chochote itafanyika hapo ni Bungoma Muslim Association inahusika. Umiliki wa ardhi cheti cheti kamili ndio hii original, original title deed ya hiyo ya plot. Hawa ni Waislamu matapeli wanaji, wanajiita viongozi wa msikiti wenye walichaguliwa, walijiapoint wenyewe hawa watu hawa wanazunguka kwa Waislamu wa kusema msikiti hitajengwa mfadhili ma, ni tapeli mfadhili na watu wengine wamehusika, wataki kujenga msikiti, wamelagai Waislamu. Leo tumekuja mbele yenu Waislamu, mchana peupe, maadui wa Waislamu ni hawa watu na, na, na, na waziri saa sita ameshirikiana na matapeli. Ujui interest ya waziri na hawa wakora inatokea wapi? Hawa watu kwa jamii ya Kiislamu tumetangaza leo na tumeweka rasmi kisiaida, waziri saa sita approve plan msikiti ijengwe.